Kama unadhani Yanga tumecheza vibaya, njoo kesho yake, kesho yake mlikuja mkaona pira lile la 14 Gate. Sasa kama unadhani Yanga sisi tumecheza vibaya, kesho unajua hamtakuja. Na mkija mtakuja kwa uchache, maana nasikia wale vishandu wamefungiwa. Sasa hizo wameanzisha bakuli la kidigitali, hawa watu wanajijua wenyewe, wameanzisha bakuli la kidigitali timu. Kuna watu tuliambiwa wanaweza kumsajili mchezaji mmoja kila msimu, wanashindwa nini kulipa milioni mia mbili na hawa ili ni zimwi likikujua likuli likakwisha. Wataendelea kupigwa faili leo, kesho na kesho, kwa sababu kwanza viongozi wao ndio viongozi wa kuanzisha fujo kwenye mchezo wa fainali wa Berkane kule Zanzibar. Walituambia kama unaweza kufanya chochote, Simba sichukue kombe, fanya sijui, mtu yoyote wa Yanga atakaye katiza uwanjani ni halali yetu. Hizo ni kauli za kuhamasisha, na kinachoniuma zaidi hata baba wa mpira wa nchi hii ameshindwa kutoka kuwa mstari wa mbele kukemea hivi vitendo. Simba wajaanza ukorofi leo. Simba wanapigana mashabiki. Simba juzi, Simba Day, uliona mashabiki wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Simba wanapigana viongozi, dressing room. Simba wanapigana mpaka wachezaji. Zanzibar, tuliona Kamara na Fabrice Ngoma wanataka kutoana mashati katika kipindi timu inaenda mapumziko. Kwa hiyo, hii ni tabia ambayo walilelewa tokea Tambu anafunga magoli, wao wanang'oa viti, wakalelewa. Kuna siku hawa wa watu tutaona taarifa kwa umma CAF na FIFA wamewafungia msimu mzima, hamna kuingiza mashabiki, kwa sababu kwanza mashabiki wao ni vishamba. Na ule mchango tumejitahidi hata sisi watu wa Yanga kuwachangia, lakini mpaka naingia uwanjani nilikuwa naambiwa hata milioni mbili haijafika. Sasa mchezaji wao tu, kuna siku wanahamasishana, bwana, leo twende tukamtunze cha Sambi, lakini cha Sambi akienda kuhesabu ni buku buku, akifanya toto anakuta toto ni laki moja. Sasa Yanga mchezaji akitunzwa tu dakika mbili tatu unaiongelea laki na hiyo bakuli lao la kidigitali aliwezi likatiki kwa sababu timu yao ni ya mchongo na kesho wote tutakuwa kwenye tv lakini mtakuja kuniambia simba ushindi wake kesho moja sifuri kama sio moja sifuri anaondoka kwenye mashindano kama sio moja sifuri anaondoka kwenye mashindano